Thejinnaz platform <laughs> karibuni kwenye business pato, pato. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it <laughs> Yo, bwana mambo vipi Tanzania? Na imani kabisa, uko poa, na kama uko fresh, ndiyo habari njema hata kwetu sisi. Leo tumemshusha hapa rapa Chidi Benz ambaye picha zake zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi kuvutiwa na muonekano wake mpya wa Chidi Benz chuma, nikasema leo nimshushi hapa kune business battle, battle fulani la uhakika, tuweze kudiskasi mawili matatu. Wewe umejifunza nini kupitia maisha ya Chidi Benz? Kwa sababu maisha ya Chidi Benz hiyo ambayo labda amepita mpaka kufika hatua hii ambayo tunaiona sasa hivi ni funzo eh, kubwa sana na hata watu wengine wengi wanapitia pia kwenye biashara mbalimbali kwenye maisha mbalimbali, lakini sisi mara nyingi tunaangalia kuna engo ya biashara, kuna kile kitu ambacho amekipitia Chidbenz. Chidbenz ni moja kati ya watu ambao walikuwa wako vizuri sana, ni moja kati ya watu ambao walishawahi kupata nyota kubwa sana na kuaminika sana, na kuna muda ilikuwa haiwezi ikatoka bila kusikia sauti ya Chidi Benz na ameweza kushirikiana na wasanii wengi sana wakubwa wakati mpaka wadogo. Lakini kabla hatujaenda mbele zaidi, kuna hichi kisa cha Chidi Benz na maisha yetu ya kwenye biashara, ningetamani nikwambie kama upo kwenye ujenzi na ujenzi wako umefika hatua ya kupaua, ni kutoe hofu kwamba e, tumeshusha vigae kutoka Mwana wa Mungu Group of Company Limited kwa ajili ya kuwezeka mjengo wako, na vigae hivi vina kila sifa, kila sifa mataifa na bei yake ni kitonga sana sana sana. Hebu chukua namba ya simu hapo inayopita kwenye tangazo uweze kuja kuchipatia kigae kutoka Mwana wa Mungu Group of Company Limited. So tukiendelea na ishu ya Chidi Benz chuma, uh, Chidi Benz kama nilivyosema mwanzo, alishawahi kuwa ni mmoja kati ya watu wenye nyota kali sana kwenye uh, kiwanda cha muziki hapa nyumbani Tanzania, na ameshirikiana na watu wengi sana so kwa kile kitu ambacho amekipitia mpaka leo tunamwona kwenye muonekano huu hapa, kwa sababu kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia muziki toka zamani, mwonekano eh, wa mtu ambaye ni giant ndio ulikuwa muonekano wa Chid Benz. Lakini baada ya maanguko kwenye maisha na vitu vingine ambavyo vilimpelekea Chid Benz akaanguka, alipoteza mwonekano wake, ambao mpaka wakawa wanamwita Chid Vitsi, sio Chid Benz tena. Maneno yalikuwa ni mengi sana na vitu vilikuwa ni vingi, lakini kiuhalisia kwamba unapo na mtu anaanguka kwenye jambo lolote, usiwe sehemu ya kusherekea. Ikiwa anguko lake linamfanya yeye aendelee kuwepo kwenye uso wa dunia, usisherekee, kwa sababu mimi na imani kabisa kuna watu walisherekea anguko la Chid Benz, na hivyo hivyo, sio kwa Chid Benz tu. Kuna watu wanasherekea anguko lako, kuna watu wanasherekea wewe kufeli, kuna watu wanasherekea wewe kupotea kwenye biashara ambazo unazifanya, lakini ni kutoe hofu kwamba wale ambao wanasherekea hata wao hawaijui kesho yao. Na hii picha ya Chid Benz ndio inaleta maana halisi kwamba usimkatie tamaa mtu ambaye bado anapumua, kwa sababu kesho yake imebebwa na Mungu. Mungu ndio anaijua kesho ya huyo mtu na kwa nini labda anapita kwene magumu. Huenda Mungu anakuwa amemwandaa yeye kuja kuwa kitu kingine bora zaidi. Kwa hiyo kuna biashara zetu tunapitia maanguko ambayo kuna watu huwa wanafurahia, lakini ndio maana huwa baadhi ya watu wanasema kwamba watu waliofanikiwa wana roho mbaya, hawajali watu, hawafanyi nini. Uh, unajua safari ya mafanikio hasa Kiafrika, ili uweze kufanikiwa uh, kuna vitu vingi sana utakuwa umeamua kufunga. Najua ninapoongelea funga unaweza ukawa unanishangaa lakini funga ina maana kubwa sana ukiachilia mbali ile funga ya Wakristu na Waislamu ambayo huwa wanafunga labda kwa mwezi mzima au kwa siku arobaini, lakini kuna funga hata kwenye maisha ya kawaida. Tunaposema funga ha, hatumaanishi tu kufunga ile kula kufanya nini, lakini kuna maisha, unaweza ukawa una uwezo wa kufanya kitu, unaweza ukawa na uwezo wa kunywa pombe labda kila siku, una uwezo wa kuwa na wanawake wengi, una uwezo wa kuwa na yani kila kitu ambacho ni kizuri ambacho ni vitu vya starehe na nini, lakini ukaamua kwamba sasa nahitaji kufunga baadhi ya vitu ili niweze kupata kitu fulani. Ndio utajiri wa Kiafrika unakuja vile. Yani, kila unayemwona ametajirika lazima kuna maamuzi magumu aliyefanya kwenye maisha yake kwa kujinyima chochote kwenye maisha yake. Yani lazima kuna namna umejinyima. Kuna watu wanajinyima muda wa kulala kipindi wewe umelala, yeye yuko anaangaika. Kuna watu wanajinyima muda wa kula kipindi wewe unakula umejaza meza mavyakula kibao, yeye anakula kidogo na ile pesa yake anasevu. Kipindi wewe unatamba kuruka na mademu kibao uko mtaani fanya nini, yeye amekausha na kujijenga kwa ajili ya kesho yake ambayo iko bora. Kwa hiyo maumivu kwenye maisha yapo na hayakwepeki, inategemea unakubali maumivu gani. Kwa hiyo jamani tusikatiane tamaa, tusikatiane tamaa, na kila unayemwona amefanikiwa kuna namna amepita kwenye moto. Yani, ili uwe dhahabu kamili hauwezi kuepuka moto. Moto lazima, inategemeana ni moto gani, na kuna namna ambavyo unaweza ukajichagulia moto, kwamba mimi sasa nitaungua na moto huu hapa, lakini kuna watu hawana uwezo wa kujichagulia moto. Maona kama Chid Benz hakuweza kujichagulia moto kwa hiyo, ame maliza kuungua, huenda kavuka. So kwa wale ambao walikuwa wanamkatia tamaa au wamemkatia tamaa, nadhani ni muda sasa wa kuangalia kwamba tusiwakatie watu tamaa ikiwa bado wanaishi. Lakini pia kingine kingine ambacho naweza ku, ku, ku, kuambia ni kwamba tuendelee kuchagua marafiki ili tushinde. Huenda Chid Benz maangaiko yake yote yalikuwa anamsubiri mtu mmoja tu ambaye anaweza akasema yo bro, ah, hii mambo inatosha sasa, embu, embu joa kusimamia nitakupigania, nitahakikisha afya yako inarudi imara kama ulivyokuwa zamani. So kwenye maisha tunahitaji mtu mmoja ambaye anaweza kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, na maisha yako yakabadilika. So hata kama uko unapitia changamoto, unapitia magumu, amini kwamba kuna mtu mmoja yupo kwa ajili ya kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi ninachokiamini kwa chini ya jua, hakuna mtu tu ambaye amepambana peke yake ya boa. Hapana, yaani maisha ya duniani kama tuna, yaani kuna ule msemo kwamba tunategemeana, ndivyo hivyo ilivyo, na kutegemeana hakutoisha, lakini tuwe makini, tuangalie saiko zetu ndio zimebeba mafanikio yetu, lakini watu waliotuzunguka pia ndio wamebeba maanguko yetu. Tujitahidi sana kuchuja watu ili tuweze kuishi kwenye zile ndoto na malengo ambayo tunakuwa tumejiwekea toka siku ya kwanza. Kwa hiyo mfano wangu wa kwa mwili wa Chid Benz ulivyokuwa mwanzo umechakaa, na sasa hivi, kwanza ukianzia mwanzo kabisa ambapo alipokuwa mbavu, akaja akachakaa, theni amerudi, watu wanamsifia. So hivyo hivyo ndivyo hata biashara zetu zilivyo. Kuna muda tulikuwa labda tumechakaa sana, hatuaminiki, hatufanyi nini, tunapitia magumu, tunapitia maanguko. Hicho ni kipindi ambacho kuna muda ni kizuri sana, ni kipindi cha kujuta, ni kipindi cha kutengeneza watu wazuri kwenye maisha, na baada ya hapo utakuwa unajua nani aingie kwenye maisha yako na nani asiingie kwenye maisha yako. Hata wewe unaweza ukawa unapitia maanguko, kusemwa vibaya, kutukanwa, kufanya nini, kuna shughuli ambayo unafanya, lakini usikate tamaa, endelea kupambana, endelea kuamini kuna kesho ambayo ni bora, kama ambavyo tunamuona Chid Benz leo kwenye picha hizi hapa bana. Asanteni sana, mimi naitwa Mr Ndemi hapa the Genius, kutoka the Genius platform. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa Nakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante.